Jua Mungu na kazi zake, tulifundishana siku ya Jumapili, lakini na siku ya Ijumaa tulikuwa na somo hili kwenye ibada yetu. Kwa hiyo ni kushukuru yule ambao uliokuwepa na kuhudhuria, lakini pia mtu wa Mungu kwamba uh, na ushirika wakati mwingine kusomeka vizuri ni pale ambapo tunasimama tunawajibika yale ambayo viongozi wetu wanatutangazia. Huo ndio naitwa ushiriki. Tunafanya jambo fulani, tunashirikiana. Tunaomba wote, tunashirikiana kuomba, kwa sababu sisi sote ni washirika, ni kanisa moja. Siamini kama kuna mtu ana kanisa lingine, kwamba yuko hapa na kanisa lingine. Na pia ni vyema kuwa na kanisa lako, ni kitu cha msingi sana, ni kitu cha nini cha msingi sana kwamba wewe sasa uko hapa ama uko pale, vitu vingine vinachanganyaga. Ule wakati umeondoka, unaweza ukakosa, wewe ulikuwa wa nani sasa? Ulikuwa madhabahu ipi? Mchungaji wako ni nani sasa? Unaacha watu wanagongana, hawa wanaleta vyombo, hawa wanaleta, ni nani anasimama kuzika, anasema huyu alikuwa wa kwetu na hao ndio walikuwa wabadu, ndio maana unasikiaga watu wanazitunda kwenye msiba wasioelewa. Lakini kwa mazingira kama haya sasa, ni vyema kabisa kwamba kila mmoja akadani kwa hata kama ni kwa wakati kwamba kwa majira haya sasa Nibiria, inasema, ifi, paula, kiwa, na, niko hapa. Biblia inasema hivi Paulo akiwa anafundisha. Unaandiko moja anasema kwamba kuna walimu wengi lakini mna baba hili. Mimi kuna mtu mmoja akawa ananiuliza, ni mtumishi akawa ananiuliza swali, akaniuliza hivi hivi, mchungaji, mbona mimi naomba sana, naomba sana, lakini hakuna matokeo, yaani lile badiliko kubwa halipo, ni kwa sababu gani? Nikamjibu kwa haraka, nikasema kwamba Mungu ana wakati wake, Mungu ana majira yake. Lakini nilipokuja kulala ni cha ajabu kabisa, nilipokuja kulala Mungu akanionyesha akasema, hivi mambo yamekaa hivyo ni kwa sababu hana baba, hana baba wa kio. Sasa mimi nikajiuliza, mbona ana baba, mbona ana baba, anakosaje Nikasema kwa sababu sasa mimi nimefunuliwa, basi nikae tu hivyo hivyo, lakini nilipokutana ndani, kikanisemesha mwambie kile nilichokuambia. Na tunajua kabisa kwamba ana baba, yaani tunajua kabisa yule mtu kwamba ana baba yake. Ipo, nikamwambia ndugu, kila ambacho tulikuwa tunakiongea jana, ni hivi, Mungu ameniambia hauna baba, baba, hauna baba wa kukulea Yani nalelewa tu hivi hivi hivi hivi. Lakini hauna baba wa kukulea. Kwa hiyo tafuta baba wa kukulea. Alikaa akainama, baadaye aliingia ndani kwenye chumba chake, baadaye alirudi. Akasema mchungaji alicho kusema ni cha kweli. Sasa na mimi nikamshangaa tena. Sasa mimi najua ni baba. Kana baba. Asema alicho kusema mchungaji, yani ni hivyo kabisa. Nikasema, ni kwa nini sasa mimi na sasa sasa nyingine yani naona yani, wewe hivyo hivyo tu kwamba nao yani nini wewe hivyo hivyo tu. Na wale ambao tunaona kama wababa baba, yani sasa niliona tu kama mambo ni mengi, unapokuwa hivi mambo yanakuwa mengi, naambia hapana. Hivi vitu haviko hivi. Kila mtu naye muona hapa. Ingawa watu wanasema kwamba hana baba. Na kweli tunaona watu ambao hawana wa baba na ndio maana wengine wanaitwa ni kwa sababu hana baba, na makuzi ya mtu ambaye hajapitia malezi ya baba, hajapitia malezi ya baba, ni asimia ndogo sana maisha yake kukaa vizuri. Labda aenda akamfanye mtu kuwa baba, yani anamfanya mtu kuwa baba, yani anamfanya, yani kama amekosa mama. Sasa mimi huyu mama namwendea kwamba nimwambia mama, Joye, yani kuanzia leo.